Haya, sawa. Sasa jamani, tumefikia ule wakati wetu muhimu, au tunaofanyaga, kuna ile desturi yetu ile tunakuwaga na dada wa mwezi eh, wanaotufahamu eh? Wanaojua tunakuaga na dada wa mwezi hawa, mjui eh? Dada wa mwezi mnajua, mjui? Haya, tusimame, tusimame. Haya jamani Aya. Desturi hii tumeanza tangu mwaka jana, tukasema tunakuwa na dada wa mwezi, sindio? Dada ambaye ana amefanya vizuri, ame nini? ame amefanya zaidi anavyotarajiwa au anavyotakiwa, sindio? Amefanya zaidi na anavyotakiwa, aweza kawa anatakiwa vibaya, lazima anatakiwa afanye vizuri. Kwa hivyo ame exceed zile expectation. Kwa hiyo, huyu dada kituo kinakuwa kinamzawadia zawadi anapata na kituo kinatoa zawadi za ya hela fedha, lakini wadau wengine pia wanagusagusa sehemu zao, kwa watajua wenyewe. Kwa hiyo uh, tunafungua mwaka, nataka tumtangaze dada wa mwezi kwa mwaka huu si ndio eh? kwa mwezi huu sorry, actually uh, ambao niliwaambia kwamba tutakuwa na dada wa mwaka pia. Kwa hiyo eh, tunaanza rasmi hiyo mwaka huu. na pia katika mwaka huu tutakuwa pia tuna acknowledge wa ajili waa tuseme, sijasema kama watakuwa wa mwezi au watakavokuwa wanatokea, siwezi kusema. Wa mwezi, wadada wa mwezi tutaendelea nao, lakini wale waajili ambao wamekuwa wameonyesha zaidi ya kawaida, si ndio eh? Kwa hiyo mwaka huu tutakuwa tunawaajili pia, wa mwezi au wa miezi mitatu au mwajiri wa wakati huo, pia tutamacknowledge, tutampa pia zawadi pamoja na wadada, itaendelea sawa. So, haya sasa, kwa mwezi huu au kwa mwaka huu Sindio? kila mtu ananiangalia eh? dada wetu anayetufungulia mwaka elfu mbili na ishiri na sita baada ya kubreki kidogo, sawa Akila. Sasa watu wengi wafahamu Akila sio dada wa kazi za ndani, lakini Akila ni amekuwa msaidizi wetu wa kituo kwa miezi mingi kidogo sasa hivi sawa. Lakini niseme kwa kihistoria kifupi, kwa hii miaka ya karibuni hatujawai kupata dada kama yeye ofisini, yeah. Nafikiri wanaotufuatilia um... hey, hey, mabosi wenyewe mtangaze hey, hey, hey. Kwa hiyo mabosi wameningilia. Unasema, anaendelea mimi naweza nikasema ni dada mzuri pale anapopiga simu kutuambia tuje kwenye meeting. Eh, anawaalika. E, yeah, hilo tu kwa sababu e, kuna ambaye alipiga simu e. Alafu akaja akapiga e. Huyu nikasema mimi e. <laughs> E, mwenyewe Akila hata kama ukiwasilisha una jambo lako jinsi mm. ambavyo anasolve hilo jambo mpaka mwisho na anakupa feedback. Yaani <laughs> <And then, laughs> <Yeah. laughs> Alafu pia tunampenda, tulikuwa tunamgelea pale na anti tulipofika mm. sema, yani hata hata hata jinsi anavyoongea kuwakilisha mada zile content, yani unajisikia kumsikiliza, ehe, yani ana kitu fulani hivi kitu fulani wakati mwanzo. Kwa hiyo ni product ya hapa kwa sababu alivyokuja tangu ameanza tofauti mm. na sasa hivi, na maana kuna ushauri fulani ambao ameupokea na ye mwenyewe aka akaji brush lakini kwa kweli anafanya vizuri sana, tunampenda. It's very humble, yani kwa kweli, you deserve it yes. Nashukuru sana kwa kweli, dada Akila huyu mtoto <laughs> ana akili ehe <laughs> uh-huh. Unajua mtu mwenye akili unamjua tu. Nilikuja na binti, nimemrudisha, kuna namna tu ambayo alikuwa afanye vizuri, nikamrudisha, nikamkuta dada Akila. Dada Akila alimuuliza tu swali moja, alimsubiri, akaongea akaongea akaongea, akamuuliza hivi wakati, unaonge, wakati unaongea unajisikiliza? Lakini alimuuliza hilo yani, wakati unaongea haya mambo unajisikiliza hicho unachokiongea? Kwa kweli hilo swali lilikuwa ni la muhimu sana. Kwa kumongezea pia, uh, tulikuwa tuna changamoto hapo katikati simu kupokeleka, ulikuwa kwa ukipiga huku simu mpaka umpate mtu, lakini tangu Akila akiwa mi sijai kupiga simu simu isipokelewe, kwa kweli <laughs> simu inapokea <inapoke, laughs> inarudi, kwa hiyo kuna vitu yani <laughs> haya yani, sijui ya, maana sina haja ya kuongea. Niseme hivi kwa mara ya kwanza tunasema tunamtangaza dada wa ofisini kuwa dada wa mwezi. Sasa si tuliona kabisa tusiwatenganishe, kwa sababu hawa ndio wanawafundisha nyie, si ndio? Yani hawa ndo role model wenu si ndio? Hawa ndo wanawatrain mfano kwenu, si ndio? Kwa hiyo hawa, lazima pia waweze kuwa zaidi ya e sasa kwa mara ya kwanza huko nyuma nimejitaiza na kutafuta dada wa mwezi wa ofisini, kweli nilikosa, ila kwa mara ya kwanza nikapata. Sawa, kwa hiyo Akila anatufungulia mwaka. Mi niseme moja tu, nilimwambiaga siku moja, mi sitaongea mengi. Nilimwambia hivi, zamani wakati mradi umeanza huko katika wadaa, tulikuwana tulikuwa tuna mmoja tu, alikuwa anaitwa Selina. Wale wa zamani wanamkumbuka Selina. Alibeba hichi kituo kama chake na mpaka alivyoondoka, akuondoka kwa sababu anaenda sehemu nyingine. Aliondoka kwa sababu ndoto yake ilikuwa ni kama yetu, vision yake ilikuwa kama yetu, kituo kikamsaidia kufikia maono yake. Sasa hivi yuko Ujerumani kupitia hichi kituo umradi <coughs> nikamwambia kila, kwa mara ya kwanza namuona mtu ambaye anaweza kawa na kwenye nyayo za Selina, na nikamwambia yeye yeah, ndo the future ya dada center. Sikuongea mambo mengi ayo, maneno yangu ayajabadilika akiwa simenisikia, eh? Ayajabadilika. Kwa hiyo ongera sana kwa upande wangu, kwa mara ya kwanza naweza nikamwachia mtu akafanya content alafu nisiwe na stress. Yeah. Najua ana akili, najua atawasilisha kinachohitajika, anayajua maono ya shirika, najua maono ya kituo, najua maono ya mradi na Ukisikiliza namna ambavyo anafanya unaona anafanya vizuri kuliko hata wewe. Kwa hiyo inanipa comfortability ya kwamba naweza nikaendelea na shughuli zangu lakini ofisini mambo yanaenda. Kwa hiyo kwa muda mrefu pia nilikuwa nakwama na nashindwa na kufanya shughuli zangu nyingine zile za Wanawake Live za kusafiri hapa na pale. Lakini kwa kweli kupitia Akila amenipa hiyo imani kwamba sasa naweza hata nikasafiri na nikaamini kwamba ofisini wateja wangu watahudumiwa vizuri.